Mjadala wetu unalenga hasa kuangalia umuhimu wa kuipenda kazi, kuthamini na namna pia mtazamo huo unavyoweza kuleta tija, ubunifu na mafanikio hata katika kazi ambazo jamii huziona kuwa ni za kawaida, na kama ambavyo nilikujuza awali, tunaye hapa Abdallah Bakari Sijambo maarufu kama mhasibu wa daladala. Sasa kwa wale ambao wamebahatika kupanda daladala yako wanashuhudia burudani. Vipi? Habari yako Mhasibu? Eh hey, bwana salama kabisa. Mhasibu lakini umetembea bila <coughs> kitu leo. Eh hey, leo change sina, nimeacha kidogo. Ofisi ushafunga? Ah, ofisi tayari. Karibu sana. Asante. Tumesikia kidogo simulizi yako. Miaka kumi na sita sasa umekuwa kwenye hii kwenye kazi, kazi ya daladala. Dala. Ilikuaje ukaingia katika kazi hii? <coughs> Nikoe kidogo. Hakuna neno. Hii kazi nimeingia kutokana na harakati zetu za maisha. Mm. Kwa sauti kidogo sio? Ni kama inakuuza kuuza, si unajua kazi ya kuita abiria sio ndogo? Usijali. Eh. Hii kazi nimeingia kutokana na harakati tu za kimaisha. Mm. Nikaona pia ningeunda daladala, nitaendesha maisha yangu kupitia daladala. Mm. Na ni kweli, sasa hivi naendesha maisha yangu kupitia daladala. Mm. Na isitoshe, naipenda kazi yangu na ninazidi kuipenda pia. Nanikaona niendelee kuwa mbunifu kwa kazi yangu. Mtazamo wako kabla hujaingia kwenye kazi ya kuwa uh, kondakta, ulikuwa vipi uh, juu ya kazi hii na sasa najua umebadilika kwa kwa mtazamo wako kwa kazi hii, mwanzo kabla hujaingia kwenye kazi hmm. ulikuaje? Na sasahivi pia, sasa hivi, hivi kidogo vizuri, sababu kazi ya yada dadala ni nzuri hmm. wengi wanajua kazi ya daradala wanaizalau. Ila kazi ya daladala ina hela sababu mm -hmm. Sasa sehemu unaopata elfu thelathini kwa siku sio ndogo, u siku nyingine hadi arobaini sababu, ubaone kama unapatikana mia ishirini mia thelathini, siku mlepata... <coughs> siku ndio hivyo, unaweza kujikuta umepata sabini themanini na gawana mm -hmm. na mzigo unakuwa ubaoni mrefu tu. mm -hmm. Kwa kazi ambayo unaipata shilingi elfu arobaini thelathini 25 sio ndogo mm -hmm. ila wengi wa daladala wanadharau kazi yao. Kwa nini? Unajua, kazi ya daladala wengi inachukulia watu ya wa uni <coughs> kazi ya daladala wengi ya watu wa uni, unija tukuletee maji wakati wewe unatusimulia ehe So sasa ngoja niwakumbushe ku, ni ku, ni tu kuhusiana na mhasibu wetu wa daladala Dala ambaye, uh, yeye amekuwa akifanya kazi hii kwa miaka kumi na sita sasa na anaitwa Abdallah Bakari Sijambo anasaa. <laughs> maji ni uhai, yeah, yeah maji ni uhai <laughs> pia na kazi e, na leo na mimi na kunywa maji ya uwai karibu sana, na, na tatupa simulizi, lakini kubwa tunaangalia zaidi namna ya kupenda kazi ambayo <coughs> unafanya na jinsi gani mtazamo huo pia unabadilisha mengi, na tumeona namna ambavyo umekuwa ukishawisha hata abiria ku, uh, kuingia katika daladala yeah, yeah. Wakati mwingine inakuwa ni changamoto, so changamoto umegusia hapo kwamba uh, wapo hata wengine ambao wanafanya kazi hii <coughs> ambao wanaidharau uh, na ukawa unatuambia ni kwa nini? Kwanza wengi unajua, awasamini kazi na waipendi kabisa kazi ya daladala mm, sababu mwingine anafanya ila aipendi. Sababu asilimia watu wengi, sio kwa madereva wala sio kwa makondakta, wengi wanafanya tu wanadharau kazi. lakini kazi ambayo inaokupa shilingi elfu ishirini na tano thelathini kwa siku kazi Sababu mimi hapa nilipo sasa hivi nampita hata mfanya kazi za serikalini mm, shene. Sababu kazi ya dada unakula mule mule, unachokitaka unafanya, mbombo zako zote mule, unakula vizuri, una relax, ukiona ndazi, ukiona tikiti, wewe hivi si unajua, dada tunajua kula vizuri, kwa mambo yanakuwa mazuri, mambo yanakuwa vizuri. Umeweka upekee hasa wa kuwapa zawadi wateja wako, hili litokana na nini? Unajua <coughs> Abiria kama mtoto kwa lazima umwendo, ina maana hata kesho akikuona kituoni hivi, nilipanda jana gari yule pale, ili inanifaa. Ina maana hata kama akiona gari nyingine hapandi, lazima aje kwenye gari yako, kwa huduma lompa nzuri. Ila silimia makondakta wengi kazi zao kashazoea kudai chenji kwenye mpaka ninuno na ile bajeti ambayo unatoa zawadi iko kwenye ah ile huaga, nijitolea mwenyewe ah, na nijitolea mwenyewe uh -huh. mwenye, weka pembeni, yani ni ubunifu wa kwangu ndikao na hii bora nifanye hivi kwa ajili ya kuwavutia wateja. mm -hmm. Ina maana leo ninavunwa leo pipi mm -hmm. leo kalanga kwa, ina maana abiria wanakuwa wanafurahia, ina maana leo ukishampa shimia, mimi ndio naongoza kwa kuachiwa na chenji kwa abiria mimi. mm -hmm. Inamaana abilia anaweza katoa 2000 umempa pipi pale, karanga, anaweza kumwambia bwana, lakini utakunywa soda <laughs> na ndio maana hata uulizaji wa mm, vitu no, tofauti <coughs> na makondakta wengine. Na nadhani mfano tukichukulia tu hiyo uh, mm, namna ambavyo wewe umekuwa ukipenda kazi zako uh, unaona nini hasa kwenye watu wanafanya kazi mbalimbali mbali. ni kitu gani ambacho kinaweza kumfanya mtu aipende kazi yake kuisamini? Cha kwanza wengi hawasamini kazi zao, yani sio kwa makondakta, sio kwa madereva, sio madereva bodaboda, bajaji, kote mm. ndo kwa asilimia watu wa barabarani wengi atupendi kazi zetu mm, lakini ndo kazi zinaongoza kwa kupata hela. Na una ubunifu fulani hivyo wa maneno ya ya ya yanatoka wapi au <laughs> tayari? <laughs>

Kwa miaba ya abiria yote ambao najijua kwa sasa amepanda gari ya mhasibu wa daladala. Ukipenda niite mchezea era kuanzia asubuhi mpaka jioni, sio mtu mdogo na mwenye wivu ajinyonge tafadhali. Kondakta wa kwanza aliyetoboa maisha kwa kazi ya daladala na kondakta wa kwanza anayejua kupendeza kuliko abiria wote mliopanda katika hili gari. I love you so much, abiria wote mliopanda hili basi, nawapenda sana na era zenu. Karibuni. Na kwa sasa, kituo kinachofuata kinaitwa Mbezi Beach Makonde, naomba mapema ujiandae kwa ajili ya kuwahi shughuli zako za kijamii kwa mchana wa leo leo. Na ruti zako nyingi ziko huko. Sana mm, sana Mbezi Beach. Kwa, kwa umefika mwisho wa kituo mm -hmm. Kama mziki upo, dereva kanazima mziki bwana. Dereva naomba zima mziki jamani. Ndugu zangu abiria, kila lini mwanzo alikosikuwa na mwisho kukeli abiria, niliwapenda sana, niliwapenda mno, ila kituo cha mawasiliano kimewapenda zaidi. Na mimi kwa majina naitwa Mhasibu wa Daladala, dereva wangu anaitwa fulani bini fulani. Jamani, karibuni tena kesho, ukiona gari yangu Popote ulipo, niwekea mziki nyororo wapate kuinjoi washuke kwa ufasaha zaidi wainjoi safari, na inakuwa hivyo yeah. Nimeona pia kuna wengine wanaona, uh, una ucheshi unafanania kama mchekeshaji uh, mashuhuri. Joti ni mmoja kati ya watu pia ambao huwa huwa unawafuatilia eh? Namfuatilia yeye yeah. Ndio namfuatilia sana mm -hmm. Na umewahi kufikia pia kuingia katika hiyo fani ya uchekeshaji? Mimi nimeona pia uchekeshaji wangu pia uh -huh. Nimebezi ni sana kwenye daladala no. Kwa yani, katika kazi yangu pia nilete ubunifu wa uchekeshaji wa kazi yangu mm. Kwa asilimia kwenye daladala ucheshi wangu ndio unafiti zaidi mm-hmm. Kwa hiyo kazi yangu pia naiendea na uchekeshaji na, na maana pia abiria wapende kazi yangu. Naam. Sasa kuna, kuna baadhi ya kero bwana, watu wanasemaga makondakta huwa mnazo. Mfano mtu anakupa hela mhasibu, alafu unasahau. Sasa unamdai tena sahau <laughs> inakuwaje? una mtito wa kujisaulisha ah. mm, sababu menige elfu kumi alafu nakausha najua ileo tasahau, unaweza kushuka mbele kituo cha mbele kuondoka <laughs> fresh imeisha <yu>. hiyo <laughs> kama nkamasio batimbaya, ndio maana <laughs> asilimia makondakta wengi mandumia kwili. Kuna usemi mmoja tunaongea ndumila kwili, unaelewa maana ndumila kwili ni uh -huh. kwamba kondakta daladala popote abilia anapomwona anamchukua mm -hmm. ila abilia akiomba msaada akisehemu frani, naomba unishushi hashushi Yani, kama ushawahi kupanda daladala popote, unaposimamisha gari na kuchukua eh hata kama sio kituo, e, hata kama so kitu. E. Lakini kwa bwana nishushi hapo, anaharibu sheria kwani akati, sisi ndio tunaongoza kwa kuharibu. Na mfano pia, jambo lingine hamsimami vituoni, yani kituo kiko hapo, lakini unakuta mnasimama pembeni, au ile mnataka kuzibiana ile wateja wa sasa, ile si lazima kazi ya daladala lazima uwe ule <coughs> ni ugaigai, yani tunafanya limai. Unajua, sisi tushazoea fujo eh, wenyewe tunasema mbele kwa mbele <coughs> ndio mambo yaende eh, ili mambo yaende <coughs> mm. Ndio maana wenyewe nakwambia, maisha ndio yale yale.

sio dereva bodaboda, dereva daladala, wa bajaji, wengi tupende kazi zetu, sababu wengi hatupendi kazi zetu, hatuthamini kazi zetu mm. Eni wengi hatuthamini kazi zetu, ina maana leo kesho na kesho, hata mteja akisahau kitu, kuna kusahau. Unajua wengi mwingine, mteja anaweza kasahau, eh eh, kasahau fuko au nini, watu yeah, wanajisevia Namaana ajui kwamba we kesho na kesho kutwa. Mhasibu ha, pana. Kwanza <laughs> afu asilimia madereva makondakta wengi daladala wengi wanalombaya mtunaweza mm -hmm. kamfata ya sina kitu mtu anamkazia na wengi sana wengi sana una... wanapanda, sababu unajua abiria pia na, anamsoma na mtu jinsi alivyo anamwangalia huyu kondakta namna gani? mm. Sasa unakuta mtu anakuja anakuambia, mimi nakufuata nakwambia, nakwambia taratibu bwana, nimepungukiwa sasa wewe unasema kwa nguvu ili kila mtu asikie. Kwa nini? Ah, ile ndio uruka yetu. Mhm, eh, yani ile ndio uruka um yetu, lakini mimi ukishaniambia tu mm. Sio, unajua kuna abiria mwingine akwambii haku, hakuambi, ndani ya gari akwambia, anaingia ndani ya gari nakupa kupa hela nusu. Ah, kwa hiyo wewe utakojiongeze huyu ana ana kitu, kwa hiyo unapita unaendelea na kwa wengine Aha. E, ila wengi watodadala uongo zambi tupende kazi zetu. Kondakta, unakerwa na kitu gani abiria wakipanda kwenye basi, kitu gani ambavyo kwako unaona ni kero? Kitu kinachonikela zaidi Aha. abiria bwana, mambo ya nyumbani kwako au mambo ya wapi, unaanza kuyaongea kwenye gari, kile kitu mimi sikipendi kweli, yani sio siri. Sasa tuongelee wapi nakuta mtu anaongea mambo ya kazi yake, sijui mambo ya nini kwenye gari. Hapana, wewe unachotoka ukoongee pembeni. Ukishamaliza ushashuka kwenye daladala au kwenye gari, ushashuka kwenye daladala, unaweza unaenda kuongea mambo mengine pembeni i mm -hmm. Unakuta sasa mtu anaanza kuongea mambo ya nyumbani hivi na hivi hivi na hivi sijui hivi. mm -hmm. Ah, wewe vipi? hii daladala dala. <laughs> Ngoja nywe maji kidogo. Haya. Nimeona kitu kingine pia huwa unabeba uh, ile ya kutupia taka ili watu wasitupe uchafu ni kitu pia ambacho mm, kinakukera uchafu. Ni usafi muhimu mm, sababu wengi wa abiria, unajua sisi ndio tunaonekana wachafu, ila pia nao abiria wachafu. Sababu mwingine dasibini nilipo mbele, lakini akwambia bwana konda, hebu chukua nani uchafu, anatupa chini. Mwingine akaja na karanga zake za kubangua zika. Anatupa chini. Anatupa chini. Kwa wengi ndio jinsi walivyo. Cha mwisho kinachokera kwa abiria ni kipi? Cha mwisho kinachonikera kwa abiria. Mm. Au abiria akukeri sana ila mimi sababu abiria mimi wananifurahia uongo zambi basi vizuri. Sasa mimi sana wananifurahia sana sababu uh, unajua kunifurahia kutoka na wanapenda kile kitu unachokifanya sababu sababu mm, ya muda wetu wakati unamalizia mm, umetuambia kwamba uh, unajifu, ni kondakta ambaye unajivunia kutoboa. Ni kwako vitu gani ambavyo hasa unajivunia kutokana na kazi yako? Cha kwanza nishanua kiwanja kupitia daladala. Ongera sana eh. E, sasa hivi nishaanza kupandisha nani nanii kupitia daladala hiyo hiyo, sio mm. Inawezekana, e, so inawezekana ina, so, so, usiseme kama ina, yani kama inagushigushi ina, hapana okay. Inawezekana kufanya kwa sababu sababu wewe kazi unaofanya unapata shilingi elfu thelathini kwa siku ushakula unachokitaka no jioni kazi yako ukifika nyumbani unakuja kwenda kulala tu, kama kodi ya meza unache elfu kumi ishirini ijabaki elfu kwa mwezi, mambo mazuri tusimame. wale wategeta Boko Bunju hapa basi aa magenge Bunju, wale wategeta panda juu, tondoke hapa. Wachawi bule mwanga na hela ndani mwana kitamba anaipa mara mbili abadi ndio mwana mimba analiva na nuru mwanafunzi mwana busha analiva na nuru mzigo wake. Panda juu makumbusho. Ah, nimesahau Tegeta Boko la Bunju gari, wale wa Tegeta Boko la Bunju. Dada anaenda Tegeta hapa, ya haraka tukae. Afu mbona siti hazijaagi kwenye barabara, yani ha -ha. Hata ukikuta watu wamesimama unaambiwa kuna nafasi silstekniki <laughs> ya, ya mchezo mm. Sana. Sana. Bwana, njoo ya kukaa ya kukaa bwana. Inaitwa habari weekend, jamani, mhasibu wenu wa daladala hapa. Mkenihitaji Instagram napatikana, TikTok unapatikana, Instagram napatikana uh-huh. nipo live Facebook nipo kule sasa, kama unavyoniona ukinihitaji, jamani, TikTok, Instagram kote napatikana nipo live jamani, habari weekend, hakuna baya na mimi, hakuna bakasiriko hakuna bakazijuto, ndio maana nakwambiaje, ugumu wa maisha sio mwisho starehe. Kuondoka kwa mgeni rasmi sio mwisho sherehe, na kuku wa siku kuu lazima wamenona, na mimi leo nimenona. Habari <laughs> weekend, tuseme wote, habari weekend, habari weekend, eh bwana, hakuna baya, najipoza na maji yangu. Asante sana, utampata kwa jina la mhasibu wa daladala. Yes, yes. Abdallah Bakari si bwana uko si jambo bwana, muona baya kama mnavoniona, bwana hewani, asante sana. Asante sana. Tunakamilisha hivyo.